Unaniuliza habari ya makamu mwenyekiti eh. Kwa hiyo itoshe kusema mbona mimi nafanya ziara, napumzika na kuwa na kazi zingine za kufanya, vikao vya ndani vya ofisini. Baada ya hapo, naanza ziara tena. Kwao ni utaratibu wa kawaida tu eh. Kwa hiyo mzee eh, hana jambo lolote, hana jambo lolote. Kwa hiyo ni ratiba kwamba, bwana, nitafanya hapa nikikamilisha, napumzika. Kuna jambo la familia, kuona watoto, na hata mimi mwenyewe lazima nijiwekee hilo. Halafu baada hapo unaenda ofisini, baada hapo unasema nitafanya ziara. Ni kwa hiyo ni jambo la kawaida. Hata mimi nikipotea wiki moja, naambia mwenezi, kwa sababu amekata amekata moto au amekata pumzi, nikipumzika wiki moja